Miundombinu mikuu ya nchi ni bandari, viwanja vya ndege na barabara. Kiwanja cha ndege cha Pemba sasa hivi tumeshatia saini, mkandarasi yuko pale kiwane, kiwanjani pale na anaanza kazi ya ujenzi wa kiwanda, kiwanja cha ndege cha hapa Pemba kitakuwa kiwanja cha ndege cha kimataifa. Ndege sasa hivi tumezoea ndege kuziona zinazotoka Unguja, Dar es Salaam na kwengine ndani ya nchi hapa Pemba sasa zitakuja ndege kutoka Ulaya moja kwa moja Pemba kwa sababu kitaweza kupokea ndege kubwa za kimataifa, na ndio lengo letu kiwanja cha ndege cha Pemba kiwe kiwanja cha kimataifa kama kilivyo kiwanja cha Abedi Amani Karume pale Unguja. Hayo ndio mipango, na tumeshatia saini na mkandarasi huko pale. Wale ambao walikuwa wanatubeza, hamfanyi maneno tu wende, sasa hivi mimi nimetua jana pale nimeona vifaa vi, vi vimeshakanda pale tayari kuanza kazi. Oktoba tunatiki.